Nam ndio mwanzo mkoko na alika maua na. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameonya kwamba ufanisi ulioafikiwa chini ya utawala wake uko katika hatari ya kubatilishwa na serikali ya Kenya Kwanza. Akirejelea wasiwasi wa umma kuhusiana na utekelezaji wa halmashauri ya afya ya jamii yaani SHA, Kenyatta alitahadharisha dhidi ya kufanya majaribio na miradi ya serikali badala ya kuangazia maslahi ya umma. Rais huyo mstaafu alisema hayo katika mkutano wa kitaifa wa wajumbe wa chama cha Jubilee ulioafiki kufanyia marekebisho katiba yake, hatua ambayo imechukuliwa kuwa fursa mwafaka ya kumteua aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i kuchukua mahala pa Kenyatta kuwa kinara wa chama hicho. Leo asubuhi, kongamano maalum la kitaifa la wajumbe wa chama cha Jubilee liliandaliwa. Mkutano huo ulifuatia ushindi wa mahakama wa mrengu unaoongozwa na Kenyatta ambao walifanikiwa kutoa udhibiti wa chama hicho kutoka kwa kundi lililokisiwa kuwa la waasi ambalo Kenyatta lilitaja kuwa kinzani. So it is my hope that from today we shall see the end of machinations and the start of a democratic process because it is the people who will decide, sio watu wachache kujifungia pahali tukaona wengine wamehama na viti, wengine wamehama na kompyuta, safari chungu. we have no time to tell the story. we will write a book. I can promise, I will write a book, but it was the most painful thing, a high point of um, where you never want to go back. Katika hotuba yake, Kenyatta alielezea ufanisi wa utawala wake chini ya mwavuli wa chama tawala wakati huo Jubili, lakini alielezea wasiwasi kwamba hatua wa hizo muhimu zinahujumiwa na sera zinazotekelezwa sasa na serikali iliyoko

And our progress is retarded. Chama hicho kiliafiki kufanyia marekebisho katiba yake kuondoa kipengee kinachomtambua mara moja rais aliyeko mamlakani kama kinara wa chama, hatua inayoashiria nia ya Kenyatta ya kumkabidhi uongozi Fred Matiang'i. As many of, of that opinion, say aye. Tuone kwa mkono. As... Kenyatta pia alitangaza shughuli ya kitaifa ya usajili wa wanachama huku akitazamia wa kuwashirikisha vijana katika uongozi wa chama na masuala ya kitaifa na mimi nitajitolea sasa, kwa sababu tumesema tunataka kuanzisha recruitment drive ku kuanza kuzunguka mashinani kila area, tupatane na nyinyi, tuongee pamoja na nyinyi. Huku kukiwa na ongezeko la sintofahamu kwenye mrengo wa upinzani kuhusiana na ufufuzi wa chama cha Jubilee pamoja na kuimarika kwa umaarufu wa Matiang'i, Kenyatta alijibu madai ya chama cha DCP cha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akisema kwamba chama cha Jubilee hakijishirikishi na siasa za kimaeneo. That in politics you can never be led by bitterness, anger or hate. That only deviates you from your mission and vision. Wale wanataka kuendelea na matusi, hiyo ni shauri yao. Mambo hii ya kusema ati chama hii ni ya upande hii, chama ni ya upande hii, chama ni ya upande hii la, wacha tuwe na national parties. Muundo mpya uliokumbatiwa chamani utafanikisha kubuniwa kwa kamati kuu ya usimamizi litakalotwikwa jukumu la kutoa mwongozo wa kumtawaza Matiang'i kuwa kinara mpya wa chama cha Jubilee. John Jacob Kuria, Darubini.